Serikali ya Tanzania imeingia tena katika mtego kufuatia uwepo wa taarifa ya kwamba ipo katika mchakato wa kuuza akiba yake ya dhahabu ili kufadhili na kuwezesha miradi mbalimbali ambayo imekuwa ikitekelezwa na serikali. Hatua haya inakuja kufuatia uwepo wa taarifa pia kwamba mashirika ya kimataifa pamoja na wadau mbalimbali umezuia kutoa misaada kwa serikali ya Tanzania kufuatia matukio yaliyojitokeza miezi kadhaa iliyopita. Katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025, uchaguzi ambao pia uligubikwa na matukio ya vifo vya waandamanaji. Bunge la Umoja wa Ulaya miezi kadhaa iliyopita pia liliketi na kujadili hali ya kisiasa kufuatia vurugu za waandamanaji katika uchaguzi mkuu wa 2025 ambao ulisababisha vifo walioibuka mitaani kuipinga serikali iliyopo madarakani serikali ya daktari Samia Suluhu Hassan mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema amesema kwamba dhahabu ni mali muhimu sana kwa uchumi wa taifa hasa katika kipindi cha sintofahamu ya kiuchumi na kijamii duniani mwaka 2020 bei ya dhahabu ilikuwa takriban USD 1500 kwa once moja lakini kufikia Januari 26 imepanda hadi takriban USD once moja. Hii ni sana ongezeko la asilimia 260 ndani ya kipindi cha miaka mitano. Ongezeko hili linaonyesha wazi kwa dhahabu ni hifadhi salama ya thamani wakati wa sarafu na masoko ya fedha yanapoyumba. Katika mazingira haya, kuuza dhahabu ili kupata fedha za haraka si wamzi wa mzwa, busara wa muda mrefu. Ingawa serikali zinaweza kukabiliwa na uhaba wa, wa fedha kuuza mali zenye thamani inaongezeka kwa kasi ni kupoteza fursa ya kiuchumi. Njia mbadala iliyo salama zaidi ni kukopa kwa kutumia dhahabu kama dhamana. Njia hii huwezesha serikali kupata fedha bila kupoteza umiliki wa dhahabu, huku ikiendelea kunufaika na ongezeko la thamani yake baadaye. Kwa hitimisho, katika dunia yenye misukosuko ya kiuchumi, dhahabu inapaswa kuhifadhiwa na kutumiwa kwa hekima, kwani ni nguzo muhimu ya usalama wa uchumi wa taifa.